Sasa sifiwe na kusalimu katika jina la Bwana, leo uko nami Pastor Peter Regnald, nimekuja na ujumbe huu mbele yako. Nataka unisikilize na kunielewa, nikufungue mahali ambako umeshindwa kusaidika. Ujumbe unaosema umiliki au ownership, namna ya kumiliki. Kuzijua namna ya kumiliki kitu unachokihitaji kuwa nacho, unapohitaji kuingia kwenye ndoa Namna gani ya kumiliki ndoa yako, unapohitaji uwe na uchumi, namna gani ya kumiliki uchumi wako? Kuna njia lazima uzifahamu, kuna mambo lazima uyaelewe kuhusu unapotaka kuiendea kumiliki baraka ambayo Mungu amekusudia uimiliki. Ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na nane ambayo nasema kusomea, ambayo nasema Mungu akawabarikia Mungu akawaambia, Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha; mkatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na kili kiumbe na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu anatuonesha sisi, alipotuumba akatubarikia, ili tuje tutiishi na kutawala samaki wote wa baharini ndege wote waangani na kila kitu chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Manake Mungu alitufanyia umiliki ndani yetu, alishaumba ukawa ndani yetu. Na ukisoma maandiko kwenye kitabu cha cha, cha, cha, cha Yohana watatu, waraka watatu wa Yohana sura kwanza mstari wa pili inazungumza kwamba ukafanikiwe kama ifanikiwavyo roho yako. Maanake umiliki unaanzia katika roho ya mtu aliyokuwa nayo miliki unaanzia kumiliki katika ulimwengu wa roho ndani ro yako. Maanake roho yako ikifanikiwa, maisha ya mwilini pia yatafanikiwa, kwa maana source, chanzo, mianzo ya kumiliki inaanzia rohoni, ndiko kuliko na, na, na, na, na, na nguvu ya kutoa vitu nje. Kwa maana unapozungumzia baraka ya kumiliki, baraka ni nguvu inayofanikisha maisha ya mtu. Baraka ni nguvu inayowezesha mtu kupata kitu fulani, na ile nguvu inakuwa katika namna ya roho. Unapata kibali, maanake ni nguvu ya kibali ambayo inakaribisha na kuvuta watu wengine, inakuwa kama magneto ambayo inavuta vitu ambavyo vinahitaji vijo kwenye maisha yako. Kwa hiyo umiliki unaanzia roho. Sasa kuna njia lazima upate kuzielewa ili uendee kumiliki baraka. Umepigana sana umepambana sana lakini kuna vitu hukuvielewa, ndio maana kuna sehemu moja umekwama kwa muda mrefu sana. Nataka nikufungulie leo, upate kuelewa njia mojawapo unatakiwa kujua ili uweze kumiliki. Lazima mtazamo wako ubadilishe kwenye jambo unalolifanya. Unahisi hauwezi wala haustahili kulifanya, au unaona kama mbele kuna hasara, badilisha mtazamo kwa sababu roho ya uoga wa kuogopa kufanya maamuzi, kufanya kitu fulani ni roho ya adui. Mungu anasema hakutuumba kwa hiyo roho yenye nguvu na uweza, ndiyo Mungu aliyotumbia ujasiri ndani yetu, ambao tukiamini katika yeye tunayaweza na kuyashinda mambo yote. Elewa, mwana wa Mungu, mtazamo wako unapaswa uubadilishe, unapaswa kutazama sana moyoni mwako nini kinachokuzuiaga kufikiria kushinda? Nini kinachokukwamisha kuwaza kwamba utafanikiwa? Kuna wakati mwingine unataka kufanya jambo fulani, unataka kuanzisha biashara fulani, lakini unakuta tayari moyo wako, kuna wazo linakuja akilini mwako, kuna mawazo yaninuka yanasema, mbona fulani alipofanya ile biashara alianguka? mbona nina, ninaona au ninahisi kama nita nitashindwa kufanikiwa kwenye kinachokifanya nakwambia mtu Mungu, siogope, kwa maana Mungu amekusudia ukawe mtu mkuu, kwa maana Mungu amekusudia ukafanikiwe. Mawazo yako, waza kushinda, waza kufanikiwa. Ukisoma katika maandiko kitabu cha Hesabu sura 13 26 mpaka 30, unakuta wapelelezi ambao wametumwa na Musa kwenda kuipeleleza nchi ya Kanani. waliona vitu vyema mbele yao, waliona mambo mazuri mbele yao, lakini baadaye wanaanza kufikiria kuhusu watu wengine ambao wataenda kuwazuia. Wanasema kuna mhiti, kuna momori, kuna mperizi, kuna mkanani amekaa mahali fulani fulani fulani, kwamba hao ni kama ni majitu na sisi sio kitu mbele yao. Ni kwa sababu wao wametazama kuona kushindwa zaidi kuliko kuangalia kwamba Mungu amewaumba na kuwakusudia wao ni watu wa baraka na waliobarikiwa kwao. Ndani yako unataka ubadilishe ya mtazamo kwamba ujue Mungu amekusudia uwe mkuu sana na amekubariki ili upate kutiisha na kutawala. Kwa chochote cha kwenda kumiliki, lazima uanzie kwenye hatua ya kwanza, kwenye mtazamo wako. Utazame kufanikiwa, utazame kufanikiwa kustawi, utazame kuendelea, ndipo utapata nguvu ambayo itaachilia kufanikisha kile kitu unachokitaka, kutimiza makusudi ambayo unahitaji uyafikie. Na njia ya pili nataka niseme nao kifupi. lazima unapotaka kumiliki ni lazima uwe na maono, uwe na dhamira, uwe na nia, uwe na malengo. Mtu yoyote asiyokuwa na maono kwenye jambo analoliendea ni ngumu kufanikisha na kukaa kwenye hiko, kwa maana maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha Misari sura ya 13 kitabu cha Misari sura ya 29 mstari wa 18 Tusome hapa kidogo Misari sura ya 29 mstari wa 18, neno la Bwana linasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule ashikaye sheria. Ni nini maana yake pasipo maono mtu huacha kujizuia? Unajua, usipokuwa na maono, kuna mambo fulani utayafanya kama wanavyofanya watu wengine. Kuna matumizi ya fedha utayafanya kama wanavyotumia watu wengine. Lakini ukiwa na maono kwenye maisha yako na unataka kuendea baraka kwenda kuimiliki kwenye maisha yako, ni lazima kuna mambo utaacha kuyafanya, utajizuia kuyafanya. Hautatumia fedha yako kama wanavyotumia watu wengine, hautaishi maisha kama wanavyoishi watu wengine, hautajilinganisha na watu wengine, kwa sababu wewe unajua una maono na una ndoto ambazo unazikimbiza kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni sababu moja wapo itamfanya mtu akaendee baraka na kuimiliki kwenye maisha yake, maana mtu asiye na maono huangamia. Yule anayetaka kuiendea ndoa yake na kuimiliki, manake ataondoa vitu ambavyo vitasababisha asikae kwenye ndoa, hata ishi maisha ambayo yatasababisha ndoa yake siwe na amani. Ataanza kujitengeneza ili afae kwenye kile kitu anachokiendea. Hiyo ni njia ya pili. Lazima uelewe, mtu wa Mungu, kwamba ukitaka kumiliki kitu, cha kwanza, tengeneza mtazamo wa kufanikiwa. Kitu cha pili, uwe na maono baraka na ile baraka ambayo anataka kwenda kuimiliki. Mungu akubariki sana. Mungu akutetee na kulinde. Kama anavyozungumza kwenye Mambo ya Nyakati wa Kwanza, sura sura ya 29 mstari wa wa wa wa wa wa 18, anazungumza mawazo yenu yao yapate kulindwa. Mungu akapate kulinda mawazo yako, Mungu akapate kulinda maono yako. Katika jina la Yesu Kristo ya hai. Ninaangusha kila elimu yoyote isiyotokana na Mungu ambayo ilijifunua juu yako, kila mtazamo wa kipepo, kila mawazo ya giza yaliyozuilia mafanikio yako, yaliyozuilia umiliki wako, roho ya kukosa utii, roho ya kukosa kumcha Bwana, roho ya kukosa maarifa, ninaipiga na kuiondoa katikati yako, ni katika jina la Yesu hai. Mungu akufungue na kufanikishe, amen.